Niko tunaarifiwa kwamba mzee mwenye umri wa miaka 105 ambaye alipoteza mguu wake kwenye mapigano ya uhuru wakati wa vita vya Mau Mau sasa amepata uwezo wa kutembea tena. Mzee Mwathi Mukinda kutoka kaunti ya Tharaka Nithi anafurahia kurejeshewa heshima na uwezo wa kutembea baada ya kupata mguu bandia. Mwanahabari wetu Mary Mwoki anasimulia furaha ya mzee huyo. Akiwa na umri wa miaka mia moja na tano Mzee Mwathi Mukinda anakumbuka vyema maisha yake hasa cheo chake wakati wa vita vya uhuru na jinsi alivyopewa jukumu la kurejesha mifugo ya jamii yake iliyotekwa na wakoloni. haya ayakula asa ila ng'ombe wandiotakwenda kuleta wewe nkawambia waenyetila ng'ombe wa ya ya kule iko sima. Mutanitabutia Mutan, makati ni kate ile waya ndio tu kupata nono. Shujaa huyo wa Maumau anajifunza tena kutembea zaidi ya miaka sitini baada ya kupoteza mguu wake wakati wa mapambano ya uhuru. Sasa anachukua hatua chache kwa tahadhari. Akiwa mrefu na mwenye haiba ya kuheshimika, mzee Mwathi anaonyesha ushujaa. Alipigwa risasi vitani, jeraha hilo likibadilisha maisha yake yote.

Kwa miongo sita aliishi kwa uvumilivu, akiwa amekubali kwamba hataweza kutembea tena, ila bahati ilimwangukia alipokutana na maafisa wa taasisi ya elimu maalum Kise, katika wodi ya Muthokima, Tharaka Nithi. Came across a one man, one. And when we did assessment We found, it was in Mzee Mwathi alipelekwa katika hospitali ya Kenyatta ambako alitengenezewa mguu bandia, hatua iliyobadili maisha yake na kumpa mwanzo mpya. Kwa usaidizi wa mtaalamu wa mazoezi ya viungo, mzee huyu anachukua hatua za kwanza zaidi ya miaka sitini baadaye, hatua za tahadhari lakini zilizojaa matumaini kuishi maisha kama wale wengine tutampatia support, atapewa training na ataweza kutembea kama wale wengine. Mzee Mwathi sasa anatembea tena bila kusaidiwa, akifurahia heshima na uhuru katika machweo ya maisha yake. Mary Mwoki, runinga ya Citizen.